Leo Mama Kanisa anasherekea fumbo la Ekaristi Takatifu kama ijulikanavyo na wengi Corpus Domini au Corpus Christi kwa lugha ya Kilatini. Kila Jumapili waamini wanaadhimisha sakramenti ya Ekaristi Takatifu iliyoanzishwa na Kristo Yesu mwenyewe siku ile ya Alhamisi Kuu, wakati wa karamu ya mwisho, lakini kila mwaka kanisa lina furaha kubwa ya kuadhimisha sherehe ya Ekaristi Takatifu, kiini cha imani ya kanisa kwa kumwabudu Kristo Yesu anayejisadaka na kujitoa kwa waja wake kama chakula na kinywaji cha wokovu. Somo la kitabu cha mwanzo. Melkizedeki mfalme wa Salemu alileta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki, akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Aimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la kumi la vitu vyote. Neno la Bwana.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

akatazama juu mbingu, na akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawandikie mkutano. Wakala wakashiba wote, na katika vile avile vipande vilivyobakia walikusanya vikapu kumi na viwili. Neno la Bwana. <tikimu>

Tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa msikilizaji, katika tafakari ya neno la Mungu, sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya bwana wetu Yesu Kristo, yani Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi. Liturujia ya neno la Mungu katika sherehe hii inatutafakarisha kuwa, Ekaristi Takatifu ni ishara ya upendo na ukarimu wa Kimungu. Sherehe hii huadhimishwa Alhamisi baada ya sherehe ya utatu Mtakatifu, lakini kwa sababu za kichungaji, katika majimbo mbalimbali huadhimishwa Dominika baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Mama Kanisa ameamua hivyo ili kuwapa watoto wake nafasi ya kufurahia, kumsifu, kumwabudu na kumpa Mungu heshima ya pekee katika fumbo hili la Ekaristi Takatifu, kwa maandamano yanayofanyika baada ya misa takatifu ili kuliishi, kulitafakari, kulishuhudia na kuonesha umuhimu na uhitaji wa fumbo hili takatifu katika maisha yetu ya kiroho. Katika sherehe hii tunamshukuru Mungu ambaye kwa mapendo makubwa alimtoa kwetu mwanaye wa pekee Bwana wetu Yesu Kristu, akatoa mwili na kukaa kati yetu, akashiriki ubinadamu wetu ili atushirikishe umungu wake, na bado amebaki nasi kwa daima katika maumbo ya mkate na divai. Tuombe neema ya kudumu katika ushirika na Kristu kwa kumpokea daima kwa imani na katika hali ya neema katika Ekaristi Takatifu ili tuweze kunufaika na matunda yatokanayo na kule kupokea kwetu fumbo hili takatifu. Chimbuko la sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristu. Sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristu ilianzishwa rasmi katika Kanisa kutokana na uwepo na kusambaa kwa ibada mbalimbali mbali kwa heshima ya Ekaristi Takatifu, uwepo halisi wa Mungu katika maumbo ya mkate na divai, mapema katika karne ya kumi na tatu, kwa kusaidiwa na wanateolojia mbalimbali na viongozi wa kanisa kwa wakati huo. Sherehe hii iliadhimishwa kwa mara ya kwanza kabisa mwaka 1246 katika jimbo la Liege huko Ubelgiji, ikijulikana kama Corpus Christi, yaani sherehe ya mwili wa Kristu. Mwaka elfu moja mia mbili sitini na nne Baba Mtakatifu Urbano wa nne aliidhinisha sherehe hii iadhimishwe katika kanisa kote ulimwenguni. Alimwomba Mtakatifu Thomas wa Aquino kuandika nyimbo na machapisho mbalimbali ya kiliturujia kwa ajili ya sherehe hii kama vile Pange lingwa Tantum ergo na adorote. Mwaka 1263 ulitokea muujiza wa Ekaristi Takatifu huko Bolsena, Italia, ambapo hostia takatifu ilivuja damu wakati wa ibada ya misa takatifu, wakati ambapo padre aliyeadhimisha alikuwa na mashaka juu ya uwepo halisi wa Kristu katika maumbo ya mkate na divai. Muujiza huu ulipelekea kukua na kusambaa kwa haraka zaidi kwa ibada kwa Ekaristi takatifu na kwa namna ya pekee sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristu ikijulikana kama sherehe ya mwili wa Kristu. Baadaye mababa wa Mtaguso wa Trento mwaka 1545 hadi 1563, walifundisha kuwa tunapaswa kumpa heshima Bwana wetu Yesu Kristu katika ekarisi takatifu hadharani, ili wale wanaotazama imani ya Wakristu wa Katoliki waweze kuvutwa na Yesu ekaristi takatifu na kuweza kuamini katika umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai na mzima katika fumbo takatifu sana la Ekaristi Takatifu. Hii ilitokana na uwepo wa mafundisho mbalimbali ya uzushi juu ya Ekaristi Takatifu, juu ya uwepo halisi wa Yesu katika maumbo ya mkate na divai, kuabudu Ekaristi Takatifu nje ya ibada ya misa takatifu na maandamano ya Ekaristi Takatifu. Katika majiundo ya Mtaguso wa Pili wa Vatikano mwaka elfu moja mia tisa sitini na mbili hadi sitini na tano sherehe hii iliunganishwa na sherehe ya Damu Takatifu ya Yesu ambayo kawaida huadhimishwa tarehe moja Julai ili kusisitiza tiolojia ya Ekaristi Takatifu, yaani mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Na hivyo jina lilibadilika kutoka Corpus Kristi, yaani sherehe ya mwili wa Kristu na kuitwa Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, yaani sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristu, na ndivyo inavyojulikana hata sasa. Msingi katika Maandiko Matakatifu. Imani yetu katika uwepo halisi na kweli wa Kristu katika maumbo ya mkate na divai upo katika Maandiko Matakatifu ambapo ni Kristu mwenyewe alitoa mwili wake kama chakula na damu yake kama kinywaji kwa ajili yetu na akawapa mitume wake mamlaka ya kuadhimisha fumbo hilo takatifu kwa ukumbusho wake mpaka atakaporudi tena. Injili ya Mathayo sura ya 26 aya 26 hadi 29, Injili ya Marko sura ya 14 aya 22 hadi 25, Injili ya Luka sura ya 22 aya 14 hadi 20, Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 23 hadi 26 na Injili ya Yohane sura ya sita. Ndilo adhimisho la ibada ya misa takatifu, tunaloadhimisha kila siku, ukumbusho wa sadaka ya Kristu pale msalabani. Nini kinatokea katika mageuzo wakati wa ibada ya misa takatifu? Katika ibada ya misa takatifu mkate ugeuzwa kuwa mwili wa Kristu na divai kuwa damu ya Kristu mabadiliko yajulikanayo kama transubstantiation. Ndugu mpendwa, mababa wa mtaguso wa Trento wanasema hivi: kwa sababu Kristu mkombozi wetu ndiye alisema mwenyewe kwamba huu ndio mwili wangu, akautoa mwenyewe kwa namna ya mkate na damu kwa namna ya divai. Hivyo kwa kutakatifuza mkate na divai, hutokea mabadiliko ya kiini chote cha mkate kuwa katika kiini cha mwili wa Kristo Bwana wetu na kiini chote cha divai kuwa katika kiini cha damu yake. Uwepo huu halisi na kweli katika maumbo ya mkate na divai huanza katika mageuzo na hudumu muda wote maumbo haya yanapokuwapo. Hivyo Kristu yupo mzima na mkamilifu katika kila mojawapo ya maumbo ya mkate na divai, na ni mzima na mkamilifu katika kila sehemu yao. Kwa jinsi hii, kuimega Ekaristi Takatifu hakumgawanyi Kristu hata kidogo. Uwepo wa Yesu unabaki kwenye kila kipande kidogo kilichovunjika. Hata katika kila tone la damu yake, uwepo wa Yesu upo kamili kabisa kama katika Ekaristi Takatifu nzima. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatufundisha hivyo namba elfu moja mia tatu sabini na sita na elfu moja mia tatu sabini na saba. Somo la kwanza katika sherehe hii ya Mwili na Damu Takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristu linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na nne aya ya kumi na nane hadi ishirini. Katika somo la kwanza tumesikia habari juu ya Melkizedeki kuhani mkuu na Ibrahimu huenda tukawa tunajiuliza maswali mengi kuwa huyu Melkizedeki ni nani hasa na kwa nini anatajwa katika maandiko matakatifu? Katika maandiko matakatifu Melkizedeki anatajwa kuwa alikuwa ni mfalme wa Salemu, ni kuhani mkuu wa Mungu aliye juu. Anatajwa katika waraka kwa Waebrania sura ya saba aya ya kwanza hadi ya tatu kuwa asiye na baba wala mama, hana wazazi, hana mwanzo wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu huyo adumu kuhani milele. Maana ya jina Melkizedeki ni mfalme wa amani, mfalme wa haki. Somo hili latueleza jinsi Melkizedeki mfalme huyu wa Salemu alivyomkaribisha Ibrahimu, ambaye alikuwa ametoka kupigana vita na wafalme ambao walimteka ndugu yake Lutu. Melkizedeki alileta mkate na divai na kumbariki Ibrahimu. Melkizedeki mfalme wa haki, mfalme wa amani, na sadaka anayotoa ya mkate na divai vyazungumza juu ya kuhani mkuu Bwana wetu Yesu Kristu. Katika Agano Jipya, Kristu ni mfalme wa amani, ni mfalme wa haki aliyejitoa mwenyewe kama sadaka kwa Baba wa milele kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, kwa ajili ya kutufanya wenye haki mbele za Mungu na kutuletea amani. Katika Ekaristi Takatifu nasi tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya ukombozi tulioupata kwa sadaka ya mwili na damu ya Kristu msalabani. Yeye ni kuhani, ni sadaka na altare, na hivyo ni mkuu kuliko wafalme na makuhani wa Agano la Kale. Anasimama kama kuhani mkuu anayetufaa sana, kati yetu sisi na Mungu. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya kumi na moja. Mtume Paulo katika sura hii ya 11 kuanzia aya ya 17 hadi 33 azungumza juu ya adhimisho la karamu ya Bwana, akionya hasa ushiriki usiostahili katika karamu hii takatifu na matumizi mabaya ya karamu ya Bwana. Kimsingi, Ekaristi Takatifu wakati huo ilikuwa ni adhimisho la mlo, karamu ya pamoja, ambapo aliyekuwa mkuu wa nyumba aliandaa karamu na kuwaalika watu kushiriki pamoja kama Kristu alivyoamuru ifanywe kwa ukumbusho wake. Mtume Paulo anasikia habari kuwa katika jamii, katika jumuiya ya Wakorinto walikuwepo watu waliowatenga masikini katika karamu hii ya Bwana na kuandaa kwanza karamu kwa ajili yao, watu waliokuwa matajiri na wenye hadhi katika jamii ya Wakorinto. Wakala wakanywa na kushiba, wakabadili maana ya ekaristi kama karamu ya Bwana, kama ushirika, kama ukumbusho wa mateso na kifo cha Kristu na kuiadhimisha vile isivyostahili, wakafanya kama adhimisho la kula na kunywa na kusaza. Mtume Paulo katika somo hili anaanza kwa kueleza kiini na maana ya Ekaristi Takatifu kama alivyopokea fundisho hilo kutoka kwa Kristu mwenyewe, fundisho ambalo Injili zote tatu zinaelezea kwa kina. Sadaka hii ni ukumbusho wa mateso na kifo cha Kristu, kisha atasisitiza katika aya zifuatazo juu ya kushiriki vile inavyostahili karamu ya bwana ili kupata neema zitokanazo na kule kushiriki kwetu ekaristi takatifu somo la injili takatifu linatoka katika injili ya ya ya luka sura ya tisa aya ya kumi na moja hadi kumi na saba. katika somo la injili takatifu tunasikia muujiza wa kristu kuongeza mikate mitano na samaki wawili na kuwalisha watu elfu tano kristu aliwakaribisha watu akawafundisha kwa neno lake habari za ufalme wa mungu na kuwaponya wale wenye shida wenye haja ya kuponywa. Kristu anahusika na mahitaji ya kiroho na kimwili ya kondoo wake. Akiisha kuwalisha kwa neno, mitume wanamwomba awaage makutano. Hawaamini kama Kristu aweza kufanya jambo kubwa kuliko vile walivyoweza kuwaza kwa akili na uelewa wao, lakini Kristu anawaambia wapeni ninyi chakula. Anataka mitume washirikiane wawashirikishe watu hata kile kidogo walichokuwa nacho. Kristu anawaamuru wa kuwaketisha watu na anafanya muujiza wa kuzidisha mikate na samaki na watu wanakula na kushiba. Muujiza huu unafanyika nyikani, waturudisha nyuma katika agano la kale, namna Mungu kwa ukarimu alivyowalisha watu wake mkate utokao wa mbinguni katika safari yao jangwani kuelekea katika nchi ya ahadi. Kristu anatulisha sisi kwa mwili na damu yake tuwapo jangwani kuelekea katika nchi ya ahadi mbinguni. Wakiisha kula wanakusanya mabaki vikapu kumi na viwili, idadi ya makabila kumi na mawili ya Israeli. Kumbe wakiisha kula wa na kushibishwa na Kristu, kila mtume wa Kristu anapewa kikapu chake, yaani wito wa kwenda kumpeleka Kristu kwa watu wa mataifa yote. Kwa watu wa makabila yote. Ndiyo utume wa Kanisa, ndio utume wetu sote, tunaopokea neno la Kristu na kushibishwa kwa Ekaristi Takatifu. Tunapoadhimisha sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristu, tuna mambo yafuatayo ya kujifunza. Fundisho la kwanza, tunajifunza juu ya uwepo halisi wa Kristu katika Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu siyo tu alama, ni uwepo halisi wa kweli wa Yesu katika maumbo ya mkate na divai Kristu mwenyewe aliposema huu ndio mwili wangu, hii ndiyo damu yangu. Kanisa latufundisha kuwa kwa kutakatifuza mkate na divai hutokea mabadiliko ya kiini chote cha mkate kuwa katika mwili kuwa katika kiini cha mwili wa Kristu bwana wetu na kiini chote cha divai kuwa katika kiini cha damu yake. Uwepo huu halisi na wa kweli katika maumbo haya ya mkate na divai huanza katika mageuzo na hudumu muda wote maumbo haya yanapokuwapo. Ndugu mpendwa, kila mara tunaposhiriki Ekaristi Takatifu tunafahamu ya kuwa tunakutana na Kristu mwenyewe. Ni Kristu ambaye anatuonea huruma, anayetupokea, kama tulivyosikia katika somo la Injili Takatifu, Kristu anayeguswa na matatizo yetu, anayeguswa na mahitaji yetu, anatulisha kwa neno lake na Ekaristi Takatifu. Kila mara tunapokutana naye anatuponya na kutupa nguvu rohoni ya kusonga mbele katika safari yetu ya maisha hapa duniani kuelekea kwake. Kristu mfalme wa amani yupo kila siku kati yetu. Tumkabidhi familia zetu aziongoze ili ziwe vitalu vya amani, haki na upendo. Tumkabidhi taifa letu ili liwe kisiwa cha amani, haki na upendo wa kweli. Tumkabidhi kazi zetu zote za kila siku ili aziongoze. Tumkabidhi Kristu hali zetu kukata tamaa kwetu kwa sababu mbalimbali, mashaka na hofu zetu, furaha na huzuni zetu, ili yatawale kabisa maisha yetu. Lakini pia tunapokutana na Kristu kila siku, tumshukuru kwa kutupenda upeo, tumwabudu, tumsifu na kumtukuza Mwokozi wetu ambaye ameamua kubaki nasi katika maumbo ya mkate na divai. Yupo nasi kila siku katika Sakramenti Takatifu ya Altari. Fundisho la pili: Ekaristi Takatifu ni ukumbusho wa sadaka ya Kristu. Adhimisho la Ekaristi Takatifu siyo sadaka mpya, bali ni adhimisho lile lile la sadaka ya Kristu aliyejitoa kwa mapendo makuu pale msalabani, mwili wake na damu yake kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kile alichoadhimisha Kristu katika karamu ya mwisho siku ya Alhamisi Kuu na kuhitimisha pale msalabani siku ya Ijumaa Kuu kinarudiwa tena sasa na wakati huu katika kila adhimisho la ibada ya misa takatifu, ikiwa na matazamio ya karamu ya mbinguni. Mtume Paulo anatufundisha katika somo la pili kuwa, kila tulapo mkate na kukinywa kikombe tunatangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Ndugu mpendwa, kila mara tunaposhiriki ekaristi takatifu tunakumbuka juu ya mapendo yasiyo na mipaka ya Mungu kwetu, hata akamtoa mwanaye wa pekee kwa ajili yetu. Ni Kristu ambaye katika kila adhimisho la misa takatifu anajitoa kwa Baba wa milele. Tunaposhiriki Ekaristi Takatifu, tukumbuke wajibu wetu wa kujitoa sadaka kwa ajili ya utumishi wa upendo kwa wengine. Tujiulize kila mmoja, kushiriki kwangu Ekaristi Takatifu kumeathiri vipi mapendo yangu kwa Mungu na kwa wengine? Nimekuwa na mapendo ya kweli na ya dhati kwa familia yangu kwenye ajibu mbalimbali mbali, kwa majirani zangu kwa mwenzangu wa ndoa, kwa mtawa mwenzangu, kwa padre mwenzangu, kwa wafanyakazi wenzangu na kadhalika. Nimetenga muda wangu kukaa na Yesu kumshukuru kwa mapendo hayo makuu na baraka zake nyingi katika maisha yangu ya kila siku? Yesu anatupenda, anatupa nafasi ya kuendelea kuonyesha na kudhihirisha mapendo yetu kwake. Anatutazama kila mara kwa jicho la upendo, anatuonea huruma. Fundisho la tatu, Ekaristi Takatifu ni ushirika. Kristu anatuambia, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana Christu, ya Bwana wetu Yesu Kristu yatukumbusha kuwa tunapopokea Ekaristi Takatifu tunaingia katika ushirika na Kristu anakaa ndani mwetu nasi tunakaa ndani mwake. Ndugu mpendwa, ekaristi takatifu yatupa nafasi ya kuingia katika ushirika na Mungu. Katika ibada ya misa takatifu padre anapochanganya maji na divai, wakati akiandaa vipaji, anasali na kusema, kwa fumbo la maji haya na divai hii tujaliwe kushiriki umungu wa Kristu, yeye aliyekubali kushiriki ubinadamu wetu. Kumbe Mungu aliye mtakatifu amekubali kuingia katika historia yetu ya dhambi ili aigeuze kuwa historia ya wokovu wa milele. Tunapoingia katika ushirika na Mungu, tunaalikwa kuingia katika ushirika kati yetu sisi kwa sisi. Tunaalikwa kupokeana katika mazuri na madhaifu yetu, tunaalikwa kuchukuliana kwa upendo na upole, tunaalikwa kusameheana pale tunapokosana bila masharti. Kwa sababu ya dhambi, tunaalikwa kuendea sakramenti ya kitubio ili daima tuwe wamoja na Kristu na matunda ya uwepo wake ndani mwetu yaonekane katika kusema na kutenda kwetu. Fundisho la nne: Ekaristi Takatifu ni sadaka ya shukrani. Ekaristi maana yake ni shukrani kwa Mungu. Melkizedeki alimtolea Mungu mkate na divai, shukrani kwa matendo makuu na ushindi aliyomtendea Ibrahimu. Katika ibada ya Misa Takatifu, nasi tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya ukombozi tulioipata kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristu tunamshukuru Mungu kwa mapendo yake yasiyo na mipaka, tunamshukuru kwa ukarimu wa Kimungu. Ndugu mpendwa, sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana Christu, ya Bwana wetu Yesu Kristo yatukumbusha kuwa watu wa shukrani kwa Mungu, kwa neema na baraka, kwa afya njema, kwa nguvu za kufanya kazi, kwa zawadi ya watoto, kwa zawadi ya familia, kwa zawadi ya miito mitakatifu, kwa zawadi ya utulivu na amani moyoni kwa ustahimilivu hata nyakati ngumu ambapo Mungu alitushika mkono akatuinua. Mkate ni zao la ngano iliyosagwa, na divai ni zao la mzabibu uliopondwapondwa. Kumbe nasi tunaalikwa kujitoa maisha yetu, kukubali kujimega na kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine, kwa hali kwa mali, kwa karama, kwa vipaji na kadhalika, tuwe sehemu ya kuleta furaha, nafuu, amani katika maisha ya watu wengine, tuwe baraka katika maisha ya watu wengine. Kuwa tayari kuumia kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya shirika lako, kwa ajili ya jumuia yako, kwa ajili ya wananchi wako. Kuwa tayari kuhisi maumivu, shida na vilio vya wengine, kuwa sababu ya kuleta furaha, tabasamu, amani na utulivu wa roho kwa wengine. Fundisho la tano, Ekaristi Takatifu na utume. Katika somo la injili takatifu Kristu anawakaribisha watu, anawafundisha na kuwaponya, utume ambao atawatuma mitume wake kwenda kuufanya. Akiisha kuwafundisha, anawaamuru mitume akiwaambia, wapeni ninyi chakula, ishara kuwa ni wajibu wao kuguswa kwa nafasi ya kwanza katika mahitaji ya watu na kujibu kilio chao. Kisha Kristu anafanya muujiza huu wa kuzidisha mikate mitano na samaki wawili Watu walipokwisha kula na kusaza, mitume walikusanya vikapu kumi na viwili. Ni idadi ya makabila kumi na mawili ya Israeli. Kumbe kwa kukusanya vikapu kumi na viwili ni kusema kuwa kila mtume alipewa kikapu chake ili kwenda kuwashibisha na wengine. Kuona, kuguswa na kutenda ni sehemu muhimu katika utume wetu. Ndugu mpendwa, sisi sote tukiisha kupokea Ekaristi Takatifu tunatumwa kwenda kuishi Ekaristi katika maisha yetu. Tunatumwa kuwa wajumbe wa upendo, sadaka, ukarimu, wema, upole, msamaha katika maisha yetu ya kila siku. Tunaalikwa kumtumainia Mungu na kufanyia kazi hata kile kidogo ambacho Mungu ametupatia kila mmoja wetu. Tusiache kufanya kitu kwa kulalamika kuwa ni kidogo sana na hakitoshi kitu, bali tuinue macho yetu mbinguni, tumshukuru Mungu na kumwomba avibariki na avizidishe kwa wakati wake. Kama ni kipaji, Mungu amekupa mshukuru na kifanyie kazi. Ni kazi ya Mungu amekupa mshukuru na ifanyie kazi. Ni afya njema, Mungu amekupa mshukuru na uifanyie kazi. Ni amani ya moyo, Mungu amekupatia, mshukuru na uifanyie kazi, kuzidisha zaidi na zaidi, kwa ajili yako na kwa ajili ya wengine. Kuwa balozi wa baraka za Mungu, zitumie kuwainua wengine, na Mungu atakubariki zaidi na zaidi pale unapomshukuru hata kwa kidogo alichokupatia. Sita, kupokea Ekaristi takatifu kwa heshima na katika mastahili. Mtume Paulo katika somo la pili anatoa fundisho juu ya nini maana katifu ya Ekaristi Takatifu. Baada ya jumuiya ya Wakristu wa Korinto kutumia vibaya adhimisho la karamu ya Bwana, Mtume Paulo anatuonya nasi sote ya kuwa tunapopokea Ekaristi takatifu pasipo mastahili tunajipatia hatia ya mwili na damu ya Kristo aya 27. Yesu aliye mtakatifu sana anatuhitaji nasi kujitakatifuza ili tuweze kustahili kuwa makao yake ndani mwetu. Sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristu itukumbushe wajibu wetu wa kujiongea sakramenti ya Ekaristi Takatifu kila mara katika hali ya neema. Tunaalikwa kujiongea sakramenti ya kitubio kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu ili tustahili kupokea neema na baraka zote zitokanazo na adhimisho la ekaristi takatifu. Ili Kristu akaya ndani mwetu, tunapaswa kuandaa mazingira mazuri kwa kujitakasa na kuweka mioyo yetu safi, yalipo makazi ya Mungu, katika hali ya utakatifu kabla ya kushiriki ekaristi takatifu. Siku hii tukumbushe wajibu wetu wa kupokea kwa heshima ekaristi takatifu. Yesu yupo mzima na hai katika kila kipande hata kidogo kabisa cha hostia takatifu. Tunakumbushwa kila tunapopokea ekaristi Takatifu kuhakikisha hakibaki hata kipande kidogo mkononi, kwa kuwa tukiacha chembe hata hizo ndogo ndogo zikaanguka, ni sawa na kumtupa Yesu mzima, ni sawa na kutupa ekaristi nzima. Hivyo tuwe makini kila tunapopokea ekaristi Takatifu. Fundisho la saba: kuabudu ekaristi Takatifu. Sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo yatukumbusha wajibu wetu wa kuabudu ekaristi takatifu, Yesu aliye nasi kwa daima katika tabernakulo takatifu. Kila siku tupate nafasi ya kukaa mbele ya Yesu hata kwa dakika chache, tuzungumze na Yesu, tumshirikishe mambo yetu, tumshukuru, tumtukuze na kumwomba atufundishe, ayaongoze maisha yetu, sisi tulio nyikani hapa duniani, tuliopo safarini, tuliopo jangwani kuelekea katika nchi yetu ya ahadi. Tumwombe atushibishe roho zetu, ili tuwe na nguvu na afya ya kuendelea mbele katika safari yetu ya maisha, sisi mahujaji wa matumaini. Ninawatakia nyote sherehe njema ya mwili na damu takatifu sana ya bwana wetu Yesu Kristu. Niliyoletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventura Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo.